Tumie nafasi hii kuweza kutoa taarifa ya kazi kubwa na yenye mafanikio makubwa inayofanywa na jeshi la polisi katika mkoa wa Singida na hususani taarifa ya mwezi Februari mwaka 2025. Jeshi la polisi mkoa wa Singida limeendelea na operesheni za kubaini na kuzuia na kutanzua uhalifu na kufanikiwa kuwakamata watuhumiwa wapatao 28 wanaojihusisha na makosa mbalimbali mbali katika mkoa wa Singida kwa mwezi Februari mwaka 2025. Watuhumiwa hao wapo katika mchanganuo ufatao: mtuhumiwa mmoja alikamatwa na silaha aina ya gobore ambayo anaimiliki hasi kuwa na kibali. Watuhumiwa wanane walikamatwa wakiwa na mali zizaniwazo kuwa ni za wizi, ambazo ni pikipiki tano. Pia mtuhumiwa mmoja alikamatwa akiwa na godoro la inchi sita, mashine za kunyorea tatu, betri ya gari moja, jagi la maji la umeme moja na kati yao pia mtuhumiwa mmoja alipatikana akiwa na pesa taslim, Tanzania shilingi milioni 6 na laki 9, mali inayodhaniwa kuwa ya wizi. Watuhumiwa wengine waliokamatwa, watuhumiwa watano walikamatwa na dawa za kulevya aina ya bangi zenye uzani wa gramu 401. Watuhumiwa wawili walikamatwa wakiwa na dawa za kulevya aina ya mirungi kiasi cha gramu 358. Mtuhumiwa mmoja alikamatwa kwa tuma za, ku, za kosa la unyang'anyi wa kutumia silaha. Vivyo hivyo mtuhumiwa mmoja mwingine alikamatwa akiwa, akiwa na kosa la uzembe na uzurulaji pia mtuhumia mmoja alipatikana nyara za serikali vipande vine vya nyama vinavyodhaniwa kuwa mnyama wa aina ya ngiri. Lakini mtuhumiwa mmoja alikutwa ndani ya hifadhi ya msitu pasi kwa na kibali chochote. Aidha, jeshi la polisi mkoa wa Singida halijakaa pande katika kuhakikisha kwamba pia linadhibiti makosa mbalimbali yanayofanyika katika barabara zetu 3580 yalikamatwa kutokana na ukiukwaji wa sheria za usalama barabarani. Makosa yapatao 3577 yalitozwa fine na kuruhusiwa madereva wake kuendelea na safari zao, lakini wapo madereva watatu waliokuwa wamekamatwa kwa makosa ya ukiukwaji wa sheria za usalama barabarani ambapo leseni zao za udereva zilifungwa. Kwa mafanikio ya kesi mahakamani, jeshi la polisi mkoa wa Singida limepata mafanikio ya kesi zilizofikishwa mahakamani ambapo washtakiwa wapatao 30 wa walihukumiwa vifungo mbalimbali kutoka na makosa walioyatenda ikiwemo mtuhumiwa mmoja alihukumiwa kufungwa miaka thelathini kwa kosa alilokuwa amelitenda la ubakaji, lakini pia yupo mtuhumiwa mwingine wa kosa la kujaribu kubaka, pia naye alitiwa hatiani na kuhukumiwa kifungo cha miaka kumi.